Kama okay, uja subscribe channel yetu Health for for Life, Health for Life. Please subscribe Health for Life. Uh, pia kama una accounts, Instagram, unaweza ukatufollow, uh, pale Health for Life. Yes, ili ili kujipatia elimu hii bure. Uh, leo ndaka kuelezea mbinu nane ambazo uh, mwanamke baada ya kujifungua akizifanya anaweza akaepukana na janga la kunenepa. Ya, kwa hiyo hizi zifuatazo ni mbinu nane ambazo baada ya kujifungua ukizifanya, unaweza usinenepe, kwa sababu watu wengi wanalalamika kwamba baada ya kujifungua wanakuwa wanene sana okay. Ya, mbinu ya kwanza Uh, unatakiwa ule mlo bora ya. Nikisema mlo bora, bora maanisha ni vyakula ambavyo ni natural food, kwa mfano mboga za majani. Ukila mboga za majani uh, inaweza kukusaidia asilimia hamsini kuepukana na unene, lakini pia epuka vyakula vyenye kiwango kikubwa cha sukari ya, kwa sababu vyakula vya sukari vinachangia unene kupindukia, yes. Lakini pia uh, lala pata muda wa kulala vizuri yes. Kikawaida mwanamke anatakiwa alale masaa nane kwa siku. Sasa masaa yanapopungua kwa kulala, yanaweza kukupelekea uh, huu unene kupindukia kwa sababu utakuwa na, na stress mawazo lakini kitu chengine atakiwa ufanye mazoezi aa, uh, kwa siku dakika thelathini. So lazima mazoezi ya kukimbia uwanjani uh, unaweza tu ukafanya mazoezi uh, ukiwa nyumbani kwa dakika thelathini yeah. lakini jambo la tano uh, epuka vyakula vya processing food. nikisema processing food ni vyakula ambavyo vimesindikwa viwandani kwa mfano vyakula vya soda, vyakula vya zile, zile, zile added food. vyakula ambavyo vimesindikwa kwenye makopo kwa muda mrefu yeah. Lakini kitu cha tano cha sita ambacho kinaweza kukusaidia kuepukana na unene baada ya kujifungua, nyonyesha kwa wakati. Yeah, unaponyonyesha kwa wakati, unasaidia kupunguza wale homoni wa prolactin kwenye maziwa kwa sababu zile homoni za prolactin zinapokuwa nyingi uh, inakuwa ni sababu ya unene kupendekea. Yeah, nahisi unaelewa vizuri. Uh, elimu hii unaweza kusupply kwa watu wengine ili waendelee kujifunza. Asante. Usahau kusubscribe channel yetu ya Health for Life.